Kwa hivyo kutoa mifano kadhaa eh, ya masuala ya kitabibu ya michezo ambayo naona, eh, kwenye kliniki yangu eh, tuseme kwa mfano mgonjwa anakuja, aa, akiwa na tatizo la tennis elbow. Kwa kawaida wanapata maumivu upande wa nje wa kiwiko wanapocheza tenisi. Sio lazima iwe tenisi pekee, hata michezo mingine inaweza kusababisha tatizo hili kwa hiyo ninapomwona mgonjwa naingia kwa undani kuhusu eh, mpango wa mazoezi, walipoanza kucheza tenisi, na ni mipigo gani hasa inayowasababishia maumivu. Nauliza kwa undani kuhusu ni lini mara ya mwisho walifunga nyuzi kwenye raketi zao na raketi yao ina uzito gani. Mfano mwingine ni kile tunachokiona kinachoitwa goti la mkimbiaji, tena eh, ambayo ni uchakavu wa eh, tendo la patela linapoungana na mfupa wagonjwa wenye majeraha ya michezo kuanzia wanawanza wachezaji wa wikendi hadi wale wa kitaalamu. Na sasa hivi kuna hamasa kubwa ya kukimbia na nimeona imeongezeka sana katika muongo uliopita au zaidi. Nikizungumzia upasuaji wa michezo hasa majeraha ya michezo kwa ujumla, asilimia 90 ya wakati yanaweza kutibiwa kwa njia ya urekebishaji na hatua zisizo za upasuaji lakini asilimia tano hadi kumi ya wagonjwa hao watahitaji upasuaji kama vile urekebishaji wa ACL niliyoelezea hivi punde. Kwa hiyo, kutokana na maendeleo yaliyopatikana katika miongo miwili au mitatu iliyopita kwenye upasuaji wa arthroscopic, tunaweza kufanya upasuaji mkubwa kupitia michubuko midogo kama nilivyosema lengo letu kama madaktari na madaktari bingwa wa tiba ya michezo ni kuwatibu wagonjwa hawa na sio tu kuwatibu bali pia kuchunguza sababu zilizosababisha tatizo hili na kuzishughulikia na baada ya kuwatibu tunawaingiza kwenye mpango wa urekebishaji wa haraka ili waweze kurudi kwenye michezo mapema iwezekanavyo hii ni muhimu sana hasa kama hiyo ndiyo kazi yako asante